Victoria, mojawapo ya vyanzo vikubwa vya maji barani Afrika, limekuwa kitovu cha maisha kwa mamilioni ya watu, lakini sasa kivuli cha teknolojia kisasa ya kisasa kimeanza kuenea juu ya maji haya. Sasa hatua tunayokwenda kuifanya sasa hivi tunaingiza kwenye kanuni ili ushahidi wa picha zitakazopigwa na chombo hiki uweze kutumika mahakamani, ni hatua ya kisasa isiyozoeleka. Serikali ya Tanzania imezindua rasmi matumizi ya ndege nyuki ya drones kwa lengo la kupambana na uvuvi haramu uliotikisa Ziwa Victoria kwa miongo kadhaa. Iliahidiwa kwamba serikali itanunua ndege isiyotumia rubani, yaani ndege nyuki drone, kwa ajili ya kuweza kuongeza tija na kuongeza ufanisi kwenye swala zima la usimamizi wa rasilimali za uvuvi nchini. Uzinduzi wa ndege nyuki ni hatua mpya ya kulinda rasilimali muhimu. Hii droni itakuwa inatoa taarifa ya kuonyesha wavuvi haramu sehemu walipo, lakini wanaoenda kuhusika na kuwakamata wale wavuvi haramu ndiyo maafisa uvuvi, ambayo tumekuwa tukiwalalamikia kila siku ya Mungu. Wakati teknolojia ikiingia kwa kasi, changamoto ya uvuvi haramu bado ni ya muda mrefu. Kumekuwepo na matendo ya uvuvi haramu yaliyokithiri katika ziwa Victoria, ikiwa ni pamoja na matumizi ya nyavu za makila zenye matundu madogo. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala Afrika Mashariki, hii leo tunatuama kuangaza na kumulika uzinduzi wa ndege nyuki na vita mpya dhidi ya uvuvi haramu ziwa Victoria. Mwandalizi na msimulizi wako unaitwa Martin Nyoni, nasema karibu tuwe sote hadi tamati ya makala haya kwa siku ya leo. Ziwa Victoria ni maisha ya wakazi walio wengi Afrika Mashariki, na wakazi wa Mwanza ni miongoni mwa wanufaika wa karibu wanaopata lishe, kipato na usalama wa chakula, lakini matendo ya uvuvi haramu yameweka rehani wakazi wa ziwa lenyewe. Kulwa Alexi, mvuvi na mwenyeji wa eneo la Nakatunguru, jirani na mwalo wa Hamuyebe, yeye na wavuvi wenzake wanakiri kuwa uvuvi huu umeathili maisha na kuleta changamoto katika maeneo yao. Hiyo changamoto ipo, ni ni kweli samaki abagui sehemu ya kuingia, unaweza kuwa una zana ambayo ni harari kabisa lakini kwa sababu una unamtega samaki na kumloa katika wingi wake, hata ule mdogo naye anakuja sasa. Uwezi ukamrudisha uwezi ukamrudisha kwamba wewe mdogo rudi, ila ila anapoingia katika hali ya udogo ana kama una nyavu halali hawaingii kwa wingi, wengi watakuwa wanachomoka wanaenda, ila sio watu ambao watachomoka. Sekta ya uvuvi kwa sasa inachangia asilimia moja nukta nane ya pato la taifa, ambapo imejiwekea malengo ya kufikia uwezo wa kuchangia asilimia 10 ifikapo mwaka 2030. Katika kipindi cha miezi 9 iliyopita pekee, mamlaka zimekamata vifaa vya uvuvi ya haramu kwa kiwango kikubwa. Amina Makelagi ni mkuu wa wilaya Nyamagana. Katika kipindi cha Julai peke yake hadi kufikia Machi hapa tunavyozungumza, mwaka 2025, kupitia halimashauri saba ambazo doria ilifanyika tuliweza kukamata makokoro yaliyokuwa yanakwenda kuvua sangara mia tatu na themanini na saba nyavu za makira chini ya nchi sita vipande mia moja na tisini na nne mheshimiwa naibu waziri nyavu za timba vipande elfu tatu na hamsini na nane katika maeneo mbalimbali ya ziwa Victoria. Nyavu hizi za zigizaga ambazo zinaitwa wadudu wadudu zaidi ya themanini na nane watuhumiwa ambao kwa kweli tuliwakamata na kupitia vyombo vyetu mbalimbali vya kiusalama walifikishwa kwenye mamlaka zinazohusika za kisheria wapatao 36. Kwa zaidi ya miongo miwili ziwa Victoria limekuwa likishuhudia kupungua kwa kiasi kikubwa cha samaki hasa sangara, huku ripoti zikionyesha baadhi ya maafisa wa uvuvi kushiriki moja kwa moja kwenye uvuvi haramu. Kwanza kwa jina naitwa Bakari Kadabi, ni mwenyekiti wa chama cha wavuvi Tanzania. Huu eh, uzinduzi wa droni au ndege nyuki kwa, kwa maana ya kulinda nani, kupambana na uvuvi haramu sio swala baya, ni swala zuri sana, lakini eh, ili swala linaenda na uwajibikaji, na kwa sababu hii droni itakuwa inatoa taarifa ya kuonyesha wavuvi haramu sehemu walipo, lakini wanaoenda kuhusika na kuwakamata wale wavuvi haramu ndio maafisa uvuvi ambayo tumekuwa tukiwalalamikia kila siku ya Mungu sasa. Eh, sidhani kama uwajibikaji usipobadilishwa kama tutapata mafanikio, lakini maana zana nzima ya ndege nyuki ni zana bora, kwa sababu ndio wakati wa sasa wa kidunia. Tunafikiri kama wawajibikaji watawajibika vizuri, kwa sababu ndege nyuki inatoa taarifa kwa mapema, na uwajibikaji ukiwa mzuri, maanake wavuvi haramu watawarasiwa kwa mapema sana. Ndio tunategemea hivyo. Uzinduzi wa ndege nyuki ni hatua ya kisasa iliyoelekezwa na serikali ya Tanzania imezinduliwa rasmi na matumizi ya ndege hii kwa lengo la kupambana na uvuvi haramu unaotikisa ziwa Victoria kwa miongo kadhaa. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Alexander Mnyeti anasema matumizi ya ndege nyuki yataleta tija. Wako wavuvi haramu ambao wamekamata vifaa vyao wakivua kwa njia isiyo rasmi, lakini mmechukua hatua na wakati mwingine hatua mnazochukua mnavozipeleka kwenye vyombo vingine, na umesema mwenyewe hapa ushahidi wa kumshikilia huyo mtuhumiwa na kumwingiza hatiani unakosekana, kwa sababu hatukuwa na teknolojia kama hii. Mheshimiwa Rais ametumia zaidi ya milioni mia mbili hamsini kununua kifaa hiki kwa ajili kwa ajili ya kufuatilia na kupiga picha. Sasa hatua tunaokwenda kuifanya sasa hivi tunaingiza kwenye kanuni ili ushahidi wa picha zitakazopigwa na chombo hiki uweze kutumika mahakamani. Katika hatua nyingine, naibu waziri Mnyeti anawatolea onyo kali maafisa uvuvi. Yawezekana hata kifaa hiki kikafeli, kwa sababu hakiungwi mkono na wadau wenyewe, kwa sababu katika hao hao ambao ndio wadau wa uvuvi na ndio hao hao wavuvi haramu hao hao waliopewa kusimamia uvuvi haramu kukomesha uvuvi haramu ndio ndio hao hao ndio wavuvi haramu. Kwa mujibu wa taasisi ya utafiti wa uvuvi nchini TAFIR, kupitia taarifa waliotoa Desemba mwaka 2023 katika kikao cha tathmini ya sekta ya uvuvi, ilibainisha kuwa utafiti kwa njia ya teknolojia wa wingi umeonyesha wingi wa samaki aina ya sangara umepungua kutoka tani laki 6 elfu 2 154 mwaka 2015 hadi tani laki 1 elfu 61 918 mwaka 2022, huku miaka 2018, 2021 na 2022 iliongoza kwa kushuka kwa samaki aina ya sangara. Naibu katibu mkuu wa wizara ya mifugo na uvuvi Daktari Edwin Muhende anasema serikali ya Tanzania imewekeza kiasi cha shilingi milioni 250 kununua ndege nyuki itakayosaidia katika kupambana na uvuvi haramu nchini. Tanzania iliahidiwa kwamba serikali itanunua ndege isiyotumia rubani, yaani ndege nyuki drone, kwa ajili ya kuweza kuongeza tija na kuongeza ufanisi kwenye swala zima la usimamizi wa rasilimali za uvuvi nchini. Tumeanza na ndege nyuki huyo mmoja ambaye amesikia sifa zake kwamba inaweza kwenda kwa umbali wa kilometa mia tano kwa muda wa masaa mawili na nusu. Lakini kwa baadhi ya wavuvi wanaofanya kazi ndani ya ziwa Victoria wanasema huu ni mwanzo wa hofu. E, jina langu naitwa sijaona, James Kaloli, ni msemaji wa chama cha wavuvi Tanzania, na ni vizuri tukawa na uelewa wa pamoja kwamba kazi ya drone sio kudhibiti uvuvi haramu. Kazi ya drone ni kutoa taarifa za shughuli za uvuvi zinazofanyika kwenye ziwa Victoria. Wenye wajibu wa kusimamia maswala ya uvuvi haramu ni maafisa uvuvi, ambao kimsingi katika, katika muda wote tumekuwa tunawalalamikia wao, kwa sababu mafisa wavuvi wa, wa haramu wanafahamika kwa majina, wanafahamika mahala panapo wanapofanyia kazi. Ilikuwa ni wajibu tu wa mafisa uvuvi kuwaambia wale watu waache uvuvi haramu. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, na kufika hapo neka nukta, katika makala haya ya Afrika Mashariki tulituama kuangaza na kumulika uzinduzi wa ndege nyuki na vita mpya dhidi ya uvuvi haramu ndani ya ziwa Victoria. Mwandalizi na msimulizi wako unaitwa Martin Nyoni. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa na uwe na wakati mwema.